Phantom power switch hii ni switch ambayo inawakata nyekundu, inaitwa Phantom power ambayo hii ni voltage 48. Kisema voltage, huu ni umeme. Kwa hiyo nikifanya namna hii, maana yake nimezima swichi hii ambayo ya voltage 48, na voltage kitaalamu tunaita ni DC voltage kwenye mambo ya umeme kuna umeme wa DC na umeme wa AC. Umeme wa nyumbani mara nyingi ni umeme ule wa AC ambao alternative. Sasa neno phantom power ni nini? Phantom neno yake maana yake manake ina maana ya invisible, isionekana. Uh, ina maana neno ile phantom inasema isionekana, kwa maana kwamba unapotumia eh, mic kama hii ya Shure SM58 ambayo kwa kawaida maiki hii e, haitumii voltage ya 48 ili ifanye kazi, lakini hata kama umewasha switch hii haina madhara yoyote kwenye maiki ya namna hii, whether washe au usiwashe haina shida, bado hii dynamic microphone itafanya kazi. Switch hii inapowashwa ya voltage ya 48, hizi voltage mixer yako inapeleka voltage kwenye port hizi ambazo ni za XLR port na zote ambazo za balance pia, huwa hizo voltage zinapelekwa kwenye upande wa balance na XLR port. Aina ya switch hii, ukiwasha switch ya phantom power, ina maana kwa kuwasha switch moja, basi hizi poti zote zinakuwepo na hizo voltage, na voltage inapatikana kwenye pini ya pili ya hizi eh, poti. Ilijike pini ya pili na tatu kutakuwepo na voltage za 48 lakini pini ya kwanza huwa ni ground, itakuwepo na zero. Kwa hiyo ukichukua voltmeter ukaweka kwenye zero na moja, hapo utapata voltage 48 wakati switch hii ikiwa imewashwa. Sasa kazi kubwa ya switch hii inatumika, kuna microphone za namna hii ambayo kama ni condenser ambayo mic hii inaitwa e, B2 Pro ya Behringer. Ili mic hii iweze kufanya kazi ni lazima swichi hii iweze kuwa on. Kwa mfano sasa hivi switch ya Phantom Power voltage ya arobaini na nane iko off. Kwa hiyo nikisema one two one two one two, ina maana unaangalia hapa hakuna taa yote ambayo inawaka, kwa maana kwamba e, hakuna haifanyi kazi japokuwa nimeiconnect kwenye upande wa line namba tatu. Sasa nini kifanyike? ina maana ili mic hii ya condenser iweze kufanyika iweze, ili mic hii ya condenser iweze kufanya kazi basi ni lazima nibonyeze hii switchi hapa ya voltage. Ikibonyeza namna hii unaweza kuona imewaka nyekundu kwa kuashiria kwamba hii switch iko on, na unaweza kuona tayari hii maiki imeshaanza kupokea. Kwa mbali, nikisogea namna hii, nikisema one, two, one, two, tunajaribu, unaweza ukasikia sasa. Uh, sauti inapokelewa kwenye hii njia na lepo. one, two, one, two, unaweza kuona inawaka hii level. one, two, one, two, na kwenye mita hapa unaona. one, two, one, two, Tunajaribu kipaza sauti, ninaongea kwenye berinja eh, b2 kondensa microphone. Sasa hii ndio kazi kubwa ya Phantom Power. Kwa hiyo ina maana hizi voltage zinapofika kwenye hiki kiunganishi cha XLR, voltage zinapelekwa kupitia waya huu huu, kwa zikienda zikifika kwenye mic ya condensa huku ndani kuna saketi za electronics basi naziwasha na preamplifier awali, ili weze kufanya kazi. Kwa hiyo waya huu mmoja, huu waya wa sauti huu mmoja, utakuwa umepokea signal, umepokea una signal, lakini pia una umeme wa DC, ambayo ni voltage 48 kwa wakati mmoja vinaenda kwenye upande wa microphone. Angalizo, uh, vifaa ambavyo havitumii voltage hizi 48, ni muhimu kuwa mwangalifu, hasa pale ambapo unataka kuunganisha vifaa ambavyo ni balance and balance equipment kwenda kwenye balance equipment hizi XLR. Wakati switch hii ikiwa on, inaweza kuleta madhara. Kwa hiyo ni muhimu uwe umejiridhisha kwamba kifaa utakachokiunganisha kwenye hili eneo, wakati switch hii inawaka, haina madhara kwenye hiko kifaa. Otherwise, unaweza ukakiharibu kifaa chako ukakiunguza na ukapata changamoto. Lakini wakati switch hii iko on kwenye hizi ambazo ni unbalance zote unbalanced port hii voltage inakuta ya volt 48 haiwezi kuwepo kwenye hizi eneo za unbalanced TS, tip and sleeve. Uh, hii ndio kazi kubwa ya hii voltage 48. Sehemu nyingine voltage 48, kuna baadhi ya mixer huwa zinakuwa zina taa, sasa inatumika pia kuwasha zile taa ambazo Eh, mixing engineer anazitumia kwa ajili ya kumulika, basi pia nayo inaenda kuwasha aina ya hizo taa. Hii ndiyo Phantom Power. Nikizima namna hii, nikisema one, two, one, two, one, two, mike yangu haiwezi kufanya kazi . Mpaka nikiwasha tena inawaka one, two, one, two. hii ndio kazi ya Phantom Power Switch. kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za kitanzania shilingi elfu ishirini tu.